Wakumbuke watani bila Simba kutoka misle kufuzu timu yao, kwa Mkapa pasingejengwa. Kwa hiyo hiyo wakumbuke, kwa Mkapa palijengwa kwa hisani ya wanasimba. Mkapa aliuliza hiyo, wakaangalie kokote kama wajui. Je, nilikuja kupokelewa mimi? Akaambiwa no, wanasimba wametoka nje ya nchi. Mkapa akasema ninaahidi, nitawajengea uwanja ule uwanja hawa. Kwa mara ya kwanza hawakuitwa kwa Mkapa, ila wana simba wakasema, kwa sababu tulipewa zawadi hii tumeruhusu. Ila kwa mkapa kulianza kulikuwa kunaitwa uhuru, kweli uhuru ni uhuru. Mkapa unajengwa, wanachua wale ambao wako hapa duse wanajua, mabata yamezungushwa, uwanja umejengwa kua ikwasani ya wanasimba waliotoka Misri kushiriki mashindano ya nchi nchi ya Tanzania. We ni nani? We unamwona sasa. Nisema hivi kwa mara ya kwanza, tunatamba na tutatamba sana. Na mimi na print wanasimba wananiangalia, muda nataka niona mwana simba nusu fainali, simba nusu fainali, kama nilikuwa na print elfu kumi Njona tishati yako fta, tunakuprintia niko hapa, mwana Simba Paula Soka, mama ya Simba, mama ya Cheriani, mwanamke ninayeshona nguo ndo idala yangu ya nguo, ninakuprintia njoo na tishati yako. Nusu finali tunaongelea, achana na hiyo nusu finali, maana bado nina furaha sa natamba navimba, nina leo tumeonea nini, tuna furaha zetu bado zetu wapige ving'ola, waje na mtandao, waje na nini, tutatamba kwa sababu ya kitu hiki, tutatamba, tutaishi hii. Atimaonyesha searibii ni kwamba hatutaki kuwaonea, hiki ni kidogo tu, wataki watakiwa wacheze hata kumi hata kumi. Wee, nasemaje? ila tukasema, mashabiki jamani, tukasemaje? Tukasema hivi hawa ni ndugu zetu jamani, mashabiki wenzangu, mashabiki nawasikia, nasemaje? Nasema hivi Simba ni kaka, ni baba. Ndio maana nasema Simba baba lao, Simba ni kaka Simba ni kaka, Simba ni mjomba, Simba ni mshauri. Hata ukitoka utakumbuka. Ukitaka kujua mfano mzuri, Haji Manara hawezi kuongea bila kuisema Simba, huwezi kupata kiki bila kuisema Simba. Huyo Alikamwe baada ya mechi ya nusu fainali, msemaji wetu kushangilia kwa kulia, mashabiki walilia. Kwa nini namuigizia? Msemaji wetu hawezi kupata kiki bila Simba. Sasa, senaona, ile nafasi ile nafasi mliofikia kwao ni ndogo sana walishika, walishafika fainali 2021. Sasa kama walifika fainali 2021 kabla yeye kufika fainali ni kusaidia jambo moja, nani ambaye alimbeba mwenzake ni Simba ya Mimin. Yanga kwa mara ya pili beba mwenzake nishambeba nishambeba Yanga na mwisho wa siku huyo Yanga nilivyombeba, alikaa hotelini wiki ya kwanza, ya pili alitolewa, akamsingizia na mungo ana korona. Kafuatilia hiyo kaka, kama ninadanganya, kamera ziko hapa, niitwe Central, niko hapa hmm. Ila ni hivi, bila Simba huyo Yanga asingetambulika kimataifa. Mimi ndio nilimbeba mwana Simba tena na tamba, nilimbeba Yanga akaenda hotelini, oterini akatali wikizi hmm. Alikuja na mungo akaja na Singida, mkaambia wana korona, sio nyie? wana habari, mliko wapi? nimesimama hapa, tutafungua mafaili, muweze msiweze.

Wewe niombea yeah, Singida kamuliza nifanya nini Tanga mm, kama za Singida mm, Singida sinenesha mimi, alafu nikamfanya nini, alimwachia ambaye ndio Yanga. Unaikumbuka hii au umesahau? Weka kumbukumbu. Aha, unamtaka nani mwingine? Mna uwezekano kwa kukutana na mtani wako kwenye fainali. Tena ninamtaka tena, na ikiwezekana tukarudie mkoa kwani. <laughs> tukarudie mahaba alikozaliwa tukarudie kule ambapo kuna mahoba yote. nani yeah. alimkimbia mimi au yeye oh. aliyemwita babu akamtia kuja na mbuzi, sa mbuzi ni huku Dar es Salaam Tanga, tukuwa na mbuzi. Wewe kamuulize Tanga, ilikuaje mwaka juzi, mwaka jana ilikuwaje? niiki tuangalia mambo ya eh Kichwa iko

Yesu anaweza. Eh, na ndugu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> andishi